yako ambayo bodi na uongozi ilikuwa inayaona na mengine serikali ilikuwa ikiyatazama, mm. Sasa kwa ujumla yote yale yamezingatiwa na yameingizwa katika sehemu moja na kutupa matokeo chanya ambayo hivi leo tunayaona. Mkutano umemalizika kwa salama, hoja zimekwenda kwa salama, na yote yaliyopendekezwa kutoka kwa wanachama, kutoka kwenye uongozi, kutoka kwenye bodi, kutoka serikalini, pamoja na mwekezaji mwenyewe wote wameimarishwa na sasa wanakuwa kitu kimoja kwenda kuanzisha mfumo uliokuwa umekamilika pamoja na kwenda kufanya tathmini ambayo tulizungumza. Yapo ambayo nilizungumza siku zile yaondolewe, yameondolewa. Makampuni ambayo yalikuwa yamekuwa mengi, yamejazana, hayana nafasi. Lakini pia yapo ambayo niliyazungumzia juu ya Simba yenyewe, yamerekebishwa na yamefanyiwa kazi. Kwa ujumla mimi nishukuru kwamba E, viongozi wamekuwa wasikivu, serikali yetu imekuwa sikivu na wanachama pia wamewiva. Sawa, so, uh, Hassan, moja uh, vitu ambavyo vinazungumzwa na hata uh, wee ukinukuliwa, na hata uh, BMT uh, kwenye taarifa yao ni kwamba mwenyekiti wa klabu ambaye ndio wanamiliki hisa asilimia 51 wanapaswa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Inawezekana, ni mwenyekiti wa bodi awepo mwenye hisa zile 49 yeye araisi achache, hii ikoje? Na pengine watu walikuwa nataka kufafanuzi kwamba mwenyekiti wa klabu ndo awe mwenyekiti top. Kwa hakika hili ndio jambo kubwa la msingi, kwa sababu katika uwekezaji anaweza kuwepo mtu mmoja au wawili au watatu. Je, hawa wote wawe ndio wenye viti? Itakuwa sio rahisi. Kwa hivyo lazima mtu ambaye ana maslahi makubwa ameshikilia dhamana watu wengi wanatafsiri mwenyekiti ni jina yeah, yeah. Mwenyekiti sio jina yeah. Ni taasisi, kwamba taasisi ya klabu ndiyo yenyewe itasimamia masuala yote ya wanachama na haki zote za mali za klabu ya Simba. Hili ndio jambo kubwa na limepita, na kuhusiana na wawekezaji watatu wawepo, uh, ili Simba iweze kuwa imara. Nadhani hili itaenda kufanikiwa kwa sababu ni muda mrefu kidogo ili swala limezitaki na alikuwa anaweka pesa ni Mohamed Deus. Na wewe ulikuwa ukizungumza watu wanachokuchukana kuniku kwamba uko against na Mohamed Deus, hapana, mimi siko against na Mohamed, watu usikilizaji ulikuwa ni mdogo. Mimi nilikuwa nazungumzia kukamilishwa kwa transformation na nilizungumzia suala la kwamba mkataba wa awali ambao ulifanyika ulikuwa umeondolewa au umekufa rasmi mwaka 2020 kitu ambacho ni sahihi. Kwa hivyo wali <coughs> wakiendesha mikutano na taratibu nyingine, sijui niseme kwa utaratibu, lakini leo hili limekuwa sasa ndio njia sahihi na bora, limefika mwisho. Yeye anajua haki za kwake, wanachama wanajua haki za kwao, uongozi na serikali yaya imeyashuhudia. Serikali ina nia njema sana ya kufika mwisho, kwa hiyo tumefika mwisho kwa salama na amani. Tunakwenda sasa kuanza mchakato mpya wa kuona Simba imara simba ambayo itakwenda kuchukua makombe simba ambayo itakuwa ina maendeleo na mafanikio yote Hasanoo kwenye upande wa bajeti wakati bajeti inatajwa nilikuona ulitoa karatasi na peni ukawa una noti uh, bajeti ya msimu uliopita na bajeti mpya kipi kimekuvutia kime zaidi ama kipi kiboreshwa kwenye bajeti mpya tofauti na bajeti ya msimu uliopita mimi kubwa ambalo nimeliona kumekuwepo na ulipaji wa uvunjaji wa mikataba limekuwa lina mambo mengi sana ambayo gharama yake imekuwa ni kubwa sana inayogharimu klabu pamoja na uvunjaji wa mikataba ya makocha na makampuni mengine mengine, kama vile ambavyo sisi tumeweza kumshtaki Embeti kwa kuvunja mkataba na kumdai fidia zaidi ya bilioni moja pointi moja. Hali kadhalika na hao ambao tunawavunjia mikataba sisi, wao pia wana haki ya kwenda kutudai. Kwa hivyo ni uombe uongozi katika hilo, tuepushe hasara hii, wakuleta wachezaji na benchi ambalo liko bora na lenye sifa zote ambazo linakidhi vigezo vinavyotakiwa kisheria na kitaratibu. Kwa hivyo, ili kuepukana na haya mengine ambayo nimeona, ni ofisi ya ambayo yuko chini ya sekta ya CEO ihakikishe kwamba tunaondoa nakisi tegemezi, kwa maana ya ile bajeti mapungufu ya kwake namna gani yataimarishwa? Ni kutafuta wawekezaji pamoja na kutafuta sponsorship ambayo mpya na kubwa itakayoongeza hii nakisi kuondoka. Hili ndio jambo kubwa sana ambalo naliona na, na sasa hivi kwa uimara huu na haya ambayo yamepitishwa, wawekezaji wa pamoja na wadhamini wengi tutawapata. Sawa so, na tumeona moja ya hoja iliyo uh, ibuliwa na mtosheweji kwamba jengo la Simba pale Kariakoo pale liboreshwe liweze kuingiza kipato kikubwa zaidi kwenye klabu ya wa Simba liwe eh, la gorofa kubwa za kutosha pale, lakini pia uwanja uweze kuidhinishwa uh, kuwa uwanja wa mpira wa miguu. Mmekuwa mkitegemea zaidi pesa kwa watu na wawekezaji na wadhamini, lakini Simba ina vyanzo vingi vya mapato, lakini bado hamyafanyi kazi haya. Nakubaliana nalo kabisa mia kwa mia kwamba uwanja wa Simba Moa Arena ni moja kati ya vitega uchumi. Likiimarishwa vizuri eneo lile likawa linachezeka michezo pamoja na matukio mbalimbali, litaingiza fedha nyingi sana. Lakini kubwa pia ni kuhusiana na jengo na mali za Simba, ni kwamba majengo kama haya yakiwekwa katika ubora na kuongezwa ukubwa wa kwake basi mapato yatakuwa ni makubwa sana lakini, jambo jingine ambalo kubwa sana nimelifurahia ni juu ya usajili wa wanachama wapya. Hili lilikuwa ni jambo linatotesa kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo kuwajibika kwa uongozi katika kutafuta nafasi hii ya kutaka kuleta haya maendeleo ya kuongeza idadi ya wanachama, maana yake thamani ya klabu itakuwa ni kubwa sana. Wanachama tutapata wanachama wengi wapya, tutapata vyanzo vikubwa vya mapato, tutapata ada nyingi sana lakini na mambo mengine mengi kama unavyoyaona, ni kwamba watu wote wanahitaji uongozi uliokuwa bora. Kama wakawa anataja jina lako wanakutafsiri kama mpinzani vile, kwanza ilikuwa inakumwa kwa namna moja a nyingine, lakini pia umeelewa vizuri namna ya logo ilivyosajiliwa Simba. Kwa hakika watu wengi walikuwa wakitafsiri vitu tofauti ambavyo nimekuwa nikivizungumza. Mwenyekiti alizungumzia jenero kwamba logo ya Simba haiwezi kupotea, tunakubaliana na jambo hilo lakini eh, mjumbe wa kamati ya katiba ameweka wazi kabisa kwamba pale logo ya klabu ya Simba imehuishwa pamoja na jina la kwake, na hili ndio ambalo nilikuwa nikilizungumza.